Siku ya tarehe 24 ya mwezi Mei mwaka huu wa 2025 ilikuwa ile siku ambayo Askofu mkuu wa Kanisa la Ufufuo na Uzima Josephat Gwajima aliita vyombo vya habari na kuzungumza masuala kadhaa wa kadha kuhusiana na mambo ya utekaji. Askofu Josephat Gwajima alizungumza mambo mengi makubwa na mazito sana, lakini pia alizungumza mambo hayo akiambatanisha na mifano eh, mizito sana kuhusiana na masuala hayo ya utekaji. Sasa baada ya Askofu Josephat Gwajima kuwa amezungumza mambo hayo eh, makubwa na mazito juu ya masuala mazima ya utekaji, watu mbalimbali mbali, viongozi mbalimbali wakubwa wa chama cha mapinduzi, wa bunge E, wanachama wafuasi pamoja na makada mbalimbali wa Chama cha Mapinduzi na hata e, wasio wa Chama cha Mapinduzi waliweza kujitokeza hadharani na kumvaa vikali Askofu Josephat Gwajima, lakini pia Askofu Josephat Gwajima aliwekwa kikaangoni bungeni katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo baadhi ya wabunge walizungumza e, huku wakionyesha kwamba hawakupendezwa na kile ambacho Askofu Josephat Gwajima alikifanya huku akitolea mifano hasa mfano wa kijana wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anayefahamika kwa jina la Abdul. Kwamba e, itakumbukwa kwamba askofu Josephat Gwajima wakati anazungumza alitolea mfano akisema ya kwamba mfano ikitokea kijana wa kiongozi wetu mkuu akatekwa, na baadaye akapatikana labda pengine macho yake yametoboka, utajisikiaje kama mzazi? Huo ni moja ya mfano miongoni mwa mifano ambayo askofu Josephat Gwajima aliitoa siku hiyo wakati akizungumzia masuala mazima ya utekaji. Sasa, mara baada ya askofu mkuu wa kanisa la ufufuo na uzima Josephat Gwajima kuwa amejitokeza na kuyazungumza hayo nchini Tanzania, mijadala imeendelea kuwa mikubwa na mizito sana katika sehemu mbalimbali, hasa katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii kila mmoja akizungumza la kwake. Lakini nitaomba nikukumbushe pia kilichojiri tarehe 30 Mei mwaka huu wa 2025 ambapo Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa CCM Taifa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati akifunga mkutano mkuu wa CCM Taifa Ijumaa 30 Mei mwaka huu wa 2025 alisema niwaombe niagize vikao vinavyoenda kuchuja wagombea wakatende haki, wakatende haki. Anayefaa aambiwa anafaa, asiyefaa tuseme, huyu ana kasoro moja, mbili, tatu, hatufai huko tunakokwenda. Tukitoa mwanya, ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tu, na mie ni wemo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko, chama kinakuwa gwajimanized. Kwa hiyo kwa vyovyote vile tusigwajimanaizi chama chetu, magwajima tuyaache nje, hamna kuoneana aibu wala haya. CCM oye! Dr. Samia Suluhu Hassan aliyezungumza hayo siku ya Mei 30 mwaka huu wa 2025, ilikuwa siku ya Ijumaa, na rais pamoja na mwenyekiti wa CCM Taifa aliyazungumza hayo ikiwa ni muda mchache umepita mara baada ya Askofu Josephat Gwajima kuwa amejitokeza hadharani na kuita waandishi wa habari na kuzungumza masuala kadhaa wa kadha yakiwemo masuala mazima ya utekaji. Sasa basi, baada ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa CCM Taifa kuwa amejitokeza na kuzungumza mambo hayo, mambo ya eh, kugwajimanize na kadhalika. Siku ya jana tarehe 31 ya mwezi Mei mwaka huu wa 2025, Askofu mkuu wa Kanisa la Fufua na Uzima Josephat Gwajima alijitokeza na kuzungumza yafuatayo ambayo kwa namna moja ama nyingine yalitafsiriwa kama ndio majibu yake kuhusiana na ile kauli ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambapo Gwajima kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa Instagram ambao una verification tiki aliweza kuposti picha yake ambayo imeambatana na ujumbe ambao unasomeka kama ifuatavyo: hashtag Tanzania kwanza, yaani leli Tanzania kwanza, Gwajimanization. Nini maana ya Gwajimanization? Eh, akaweka hapa tafsiri yake kwamba Gwajimanization ni ujasiri usiotetereka wa kusema ukweli, haijalishi ukweli huo ni mchungu au hauwapendezi walioko madarakani. Ni dhamira thabiti ya kutetea maslahi ya taifa kuliko maslahi binafsi, na ni kuinua sauti kwa uthubutu mkubwa bila kuyumba, kiasi cha kusababisha ivume ndani ya himaya za mamlaka na kutikisa misingi ya ufisadi na dhulma. Hiyo ndio maana ya Gwajimanization ambayo, e, Gwajima ameamua kuielezea siku ya tarehe 31 Mei mwaka huu wa 2025 ikiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi taifa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa sana Samia Suluhu Hassan kuzungumza kuhusiana na masuala mazima ya Gwajimanized ama Eh, lakini pia siku hiyo hiyo ya tarehe 30 mwezi Mei mwaka huu wa 2025, God bless EJ Lema ambaye ni mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, mara baada ya mwenyekiti wa chama cha mapinduzi taifa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kuzungumza na kusema kwamba magwajima tuyatupe E, alijitokeza kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter, na kuzungumza yafuatayo. Alisema, Mwenyezi Mungu, tafadhali usikae kimya zaidi. Lakini pia alikwenda mbali zaidi na kuposti picha ya Askofu Josephat Gwajima akiambatanisha na ujumbe uliotolewa na mwenyekiti wa chama cha Mapinduzi CCM Samia Suluhu Hassan huku akisema yafuatayo Jipe moyo mkuu, utamwona Mungu ulisema juu ya uhai wa watu, sio paka. Kutoka 14 fungu la 14. Hayo ndiyo ambayo e, yaliijiri siku hiyo ya tarehe 30 Mei mwaka huu wa 2025, lakini kuna bwana mmoja anaitwa Winston NNKO, yeye anasema Gwajima anatingisha meza yenye vinywaji vya gharama kubwa sana. Ushauri wangu aachane na haya majibizano na taasisi ya Urais. Ni taasisi kubwa nchini, inasifika kwa kulinda heshima yake kwa wivu na kwa gharama yoyote pale inapobidi, si hapa eh, si hapa nchini tu bali kote duniani. Huyu ndivyo ambavyo anasema na anampa ujumbe huu askof Josephat Gwajima mara baada ya Askofu Josephat Gwajima kuwa amejitokeza hadharani na kuzungumza kuhusiana na eh, nini maana ya Gwajimanization ikiwa ni baada ya mwenyekiti wa chama cha mapinduzi kuwa amejitokeza na kuzungumza mambo ya Gwajimanize, Gwajimanized na kadhalika mambo ndivyo yanakwenda kwa sasa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambapo E, baada ya hayo yote, e, mivutano ya hapa na pale na hivi na hivi chanzo kuwa ni Askofu Josephat Gwajima, siku ya leo Jumapili tarehe moja mwezi Juni mwaka huu wa 2025, watu wanasubiri kuona ni nini ambacho kitafanyika pale katika kanisa la Askofu Josephat Gwajima Kawe. Je, Askofu Josephat Gwajima atasimama na kujibu kile ambacho kimefanyika siku hizi mbili tatu, baada ya yeye kuwa amejitokeza na, kuzungu, na, na, na kuzungumza masuala kadhaa wa kadhaa yakiwemo masuala ya utekaji. Mimi na wewe hatujui, tunachosubiri ni kuona ni kipi ambacho atakifanya Askofu Josephat Gwajima. Je, atafanya vile vile ambavyo amekuwa akifanya siku zote e, kujibu kupitia madhabahu yake e, kanisani kwake pale Kawe? Tusubiri tuone ni kipi ambacho kitafanyika. Mimi sina la ziada, ni kushukuru wewe ambaye umeendelea kutenga muda wako kila siku na kuendelea kutufuatilia. Hii hapa ni Habari Kiganjani. Endelea kusubscribe, endelea kukaa karibu nasi kwa habari zaidi.